Kongamano hili pamoja na maadhimisho haya yana kauli mbiu ambayo inasema kuendeleza jamii jumuishi kwa watu wenye ulemavu kwa mstakabali wa ustawi wa jamii. Jambo kubwa ni ustawi wa jamii, na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema lengo kubwa la serikali ni ustawi wa wananchi wake. Hakuna serikali ambayo ina lengo jingine, labda serikali gani, lakini serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ustawi wa watu wake, hiyo imetajwa kwenye katiba. Kwa naona na nikichukua hili kongamano, kaulimbiu kongamano hili naona limeenda kulenga kwenye ile takwa la kikatiba, ustawi wa jamii, na jamii ni sisi wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa natambua kwenye utekelezaji wa sera maelekezo na miongozo mbalimbali ambayo inahusu watu wenye ulemavu kumekuwa pia na changamoto. Sasa changamoto zile mara nyingi unakuta si za kisera, za kisera ziko vizuri, lakini sisi watendaji huku chini ambao tunakuja kutekeleza tumekuwa tumekuwa mara nyingine ni kikwazo kwenye utekelezaji wa yale ambayo serikali inakuwa imeshaamua. Kwa hiyo ndugu zangu, unajikuta serikali inalaumiwa hapa na pale kwenye baadhi ya maeneo Sio tu kwamba sio kwamba serikali haiyo. Serikali ishamaliza ile ngazi yake ya sera ikaeka mambo vizuri, ikaeka miongozo, ikaeka taratibu. Changamoto inakuja kwetu watendaji, ambao tunakuja kusimamia utekelezaji, wale ambaye ashambuliwa na serikali na nakudani. Bahati nzuri umeona, wako watendaji wenzangu, wako maafisa ustawi wa jamii, wako maafisa ya maendeleo ya jamii, wako watu wa idara ya afya na viongozi mbalimbali. Sisi ndio watekelezaji. Kwa heshima taadhima, niwaombe sana sana sana tutekeleze yale ambayo tunapaswa kutekeleza kwa ustawi wa hii hadhara ambayo iko mbele yetu, tuwatendee haki. Yanapotokea machafuko au sitofahamu kwenye nchi, ikatokea ukosefu wa amani, wahanga wakubwa tunakuwa ni sisi, watu wenye ulemavu ambao tuko hapa. kao ni waombe tuendelee kuhubiri amani kwenye nchi yetu kutumia vyama vyetu tulionavyo, tuendelee kumwomba Mungu aendelee kujalia amani nchi yetu, kwa mustakabali wa ustawi wa sisi wenyewe tulioko hapa na kizazi chetu. Ni muhimu sana lakini. La pili nilikuwa na waomba na kuwashauri, nimesikia hapa kuna vyama zaidi ya kumi na mbili, vyama kumi na mbili. Hili ni jeshi kubwa, ni jeshi kubwa. Mnachohitaji ninyi tu ni umoja na mshikamano. Ya mnahitaji vitu viwili tu sasa hivi. Mlivyojiunga hivi kwenye vyama vyenu kumi na mbili vile kwa mustakabali wa yale ambayo mnayohitaji, mkiwa na umoja na mshikamano, hakuna jambo ambalo linashindikana chini ya hili jua. Shauri sana sana mdumishe umoja na mshikamano. Mkipaza sauti kwa umoja wenu na mshikamano, hakuna jambo ambalo mngehitaji lifanywe kwenye serikali ili kashinde kufanyika, ila mkipatarajia kidogo tu mkakosa mshikamano na umoja hamwezi kuwa na sauti moja ambayo mkiipaza mtasikika. Iko changamoto kubwa sana ambayo bado iko nchini kwa watu wenye wa ulemavu hasa watoto. Bado watoto wenye ulemavu wameendelea kutengwa, wameendelea kufichwa, lakini pia hata, hata kunyanyapaliwa. Ule unyanyapaa unatoka ndani ya wazazi wao, wengine ndani ya ndugu na hata jamii. Sasa tutaka kujenga taifa ambalo miaka kumi ishirini ijayo watu wenye ulemavu watakuwa sawa na watu wengine kwenye eh, maeneo mbalimbali, lazima uanze kuwekeza kwenye watoto wa sasa. Si situweza ukasema si bado tushamaliza tushakwenda umri washaenda tushachelewa, lakini ukitaka taifa lijalo la watu watu wenye ulemavu waweze kuwa sawa na watu wengine, anza kuwekeza kwenye watoto wa sasa hivi huu nawaombe sana, muendelee kupata sauti, kuibua wale watoto ambao wamekuwa wakinyanyapaliwa, wakiwa asaidedi, wanawekwa pembeni, wanafichwa, hawapati elimu, hawapati huduma za afya, wanakosa haki za msingi sana. Kwamba kongamano la kuendeleza jamii jumuishi kwa watu wenye ulemavu kwa mustakabali mustaka wa taifa hili limefunguliwa rasmi, na Mungu awabariki.